Walidhani wanaandamana kwa amani leo, kumbe walikuwa wamewaalika polisi na wahalifu katika harusi ya msiba. Polisi wakawa walinzi wa wahalifu badala ya waandamanaji. Leo ilikuwa sinema ya wahalifu, wanapiga polisi, wanamulika taa. Baadhi ya vijana hao wamenaswa mchana peupe wakiwaibia raia. Ukatili wa polisi umewahi kushuhudiwa watu kupigwa na kutishwa na kunyamazishwa mara nyingi. Lakini leo mambo tofauti. Leo kumeletwa raia kusaidia polisi kuendeleza ukatili. Leo tuko hapa kwa street Nairobi na peaceful picketing. Lakini leo the people who have been vandalizing our money, embezzling our money and stealing our money through corruption. Leo wamelipa goons. It's too so sad. Ati leo vijana wa Kenya wanapigana na serikali na wanapigana na goons. Me myself I'm hurt by a goon today. Akikuja kunipiga mbao but it's okay. Hapa vijana, mmelipa elfu moja that you have been taking their resources, embezzling na kuna kitu mnasaidia, kuna wenye alikuwa ametumwa, you know the person who sent them, hadi kuna mwenye tumekanyaga hapo nyuma na alisema, so alisema mwenye alimwambia akuje yeah. Wahuni hawa ni kina nani na nani aliwatuma? Je, sasa ukatili umekuwa kazi ya pamoja? Serikali itajitetea vipi ikiwa imedhihiri wazi polisi wanashirikiana na wahalifu kuzima waandamanaji? Katiba ya Kenya, ibara ya 37, inasema wazi: kila mtu ana haki ya kukusanyika kwa amani, kuandamana, kupinga kwa amani na kuwasilisha malalamiko. Mado, mado, mado. Na ibara ya 244 inasema kuwa polisi watawajibika kwa uwazi na kuheshimu haki na uhuru wa binadamu. Lakini hizi haki ni za karatasi tu maana badala ya kulinda waandamanaji wa amani, polisi wanapiga, wanatisha na sasa hata wanashirikiana na wahuni kutibua maandamano. Polisi hawa kama unavyoona nyuma yangu wameshirikiana pakubwa sana na raia kudhibiti maandamano. Je, wale vijana walikuwa polisi wasaidizi ama ni wahuni na walitumwa na nani? Majibu Kitao, runinga ya K24, katikati mwa jiji la Nairobi.